Niseme kwamba ni uombe tu watumishi hasa wa serikali kwamba tusifanye vyombo vya habari labda kama ni adui kwetu. Vyombo vya habari vina mchango mkubwa sana katika maendeleo ya taifa letu, kwa hiyo hata vinapokuja kwenu kwa ajili ya kuomba taarifa zozote zile, basi vipe ushirikiano ili taarifa hizo ziweze kutolewa kwa usahihi, kwa sababu mwandishi unapokuwa na mlima taarifa ambazo ni sahihi, maana yake unamfanya aweze kuandika kile ambacho anahisi, na ndio baada ya hapo kuleta taharuki kwa serikali na na, na, na, na kwa jamii. Lakini pili, vyombo vya habari vinasaidia kuibua maeneo yenye yenye matumizi mabaya ya rasilimali. Nafahamu, nafahamu kila mmoja wetu anafahamu kwamba serikali kune, imekuwa ikitoa pesa nyingi kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kuna miradi ya usi na miradi mbalimbali ambayo pesa nyingi zinaletwa na serikali hasa kupitia kwenye halmashauri zetu. Kwa hiyo, vyombo vya habari vinapokuwa vinaandika taarifa za pesa zilizoenda kwenye wilaya au kwenye mkoa, kwenye halmashauri husika, kwamba zimetumika kama ipasavyo, inasaidia na hata pale inapokuwa imeandikwa taarifa ambayo inaonyesha fedha zimetumika eh, vibaya zimetumika vibaya, basi napo inasaidia sana serikali iweze kufuatilia kwamba ni nani ambaye amehusika kwenye kufunja zile fedha ambazo zimeletwa kwa ajili ya kuenda kujenga mradi. Kwa hiyo ni jukumu la vyombo vya habari kuweza kuibua maeneo yenye matumizi mabaya ya fedha zinazoletwa na serikali kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Jambo jingine, vyombo vya habari vinasaidia kutoa msingi wa uandishi wa habari shirikishi unaozingatia maswala madhubuti, sio matukio. Watu wengi wameshazoea kuomba. Waandishi wa habari ni, ni watu wa kuandika tu habari ambazo za matukio tu. Hapana. Uandishi wa habari sio kuandika habari za matukio tu lakini pamoja na kuandika masuala mbalimbali kwa nusu maendeleo ya nchi yetu na ambayo yanaweza kusaidia taifa letu tuweze kusonga mbele. Jambo lingine na la mwisho, moja la tano, vyombo vya habari vinasaidia kuelimisha umma kwa kutumia takwimu zinazoeleweka. Hapa namaanisha kwamba vinasaidia kugeuza takwimu kumu kuwa taarifa rahisi Mwana. na uchambuzi na mae, na maelekezo ya kawaida. Mfano hapo tumetoka kuangalia kwamba kwa Kipuyo umetoka kutueleza eh, kuhusu takwimu za idadi ya watu kwenye mkoa wetu wa Singida na nini ambacho inatoa kifanyike, na kwamba tunakuwa na ongezeko la kiasi gani itakapofika ishirini hamsini. Kwa hiyo vyombo vya habari vinapokuwa vinatoa taarifa kama hivyo vinakuwa inasaidia ili serikali iweze kujipanga kwamba huu ni mwaka 2025 itakapo kufika ishirini hamsini, maanake idadi itakuwa kubwa sana. Kama bajeti ilikuwa inaletwa kwa mkoa wa Singida labda ni bilioni 200, sasa itakapofika 2050 ambapo hamsini ambapo idadi itakuwa imefikia watu zaidi ya milioni nne, inabidi eh, serikali iweze kuongeza bajeti iweze kuwa kubwa. Kwa hiyo na hilo ni jukumu inapaswa kufanya na vyombo vya habari kwa maana ya kuelezea hali halisi ndio kwa sasa na ijana na naifanya serikali iweze kuchukua kuchukua hatua. Lakini vile vile vyombo vya habari vinasaidia kufanya wananchi kuwa na utamaduni wa kutafuta ushahidi kabla ya kukubaliana na taarifa yoyote. Hapa namaanisha kwamba ukiandika kuna kuna aina nyingi ya vyombo vya habari. Kuna vyombo vya habari vya electronic yaani kwa maana, kuna vyombo vya habari ambavyo vile vinatoa taarifa ile kwenye TV au kwenye redio, lakini kuna, kuna print media. Print media ni kwa mfano magazeti. kwa kwa mfano ukiandika habari yoyote ambayo labda inahusu labda mkoa labda labda sema mkoa Singida au mkoa Dodoma au whatever kwamba umeletewa budget kiasi kaza kwa ajili ya miradi ya maendeleo yule mwananchi akisha chukua kipande cha gazeti, maana yake ataendelea kufuatilia kuona, je, katika hizo pesa ambazo zimeleta kwenye mkoa wa au kwenye wilaya au kwenye halmashauri yao ni kiasi gani ambacho kimeleka kwenye kijiji changu kwa ajili ya kutengeleza mradi husika. Kwa hiyo hii hapa nkuinasaidia kwamba wananchi waweze kutafuta ushahidi. Kwa hiyo hata uh, wawakilishi wa wananchi kwa maana ya waheshimiwa bunge. Wanapokwenda pale na kwenye kijiji husika, wananchi wanakuwa na, na ushirika kwa kuna fedha zimeletwa lakini mbona kwenye kijiji changu hakuna mradi wote ambao umeletwa. Kwa maana hiyo, wanaweza kuchukua hata kumwajibisha mbunge wa eneo husika kwa sababu pengine hakusimamia vizuri ili fedha hizo ziweze kupelekwa kwenye kwenye kijiji chake kwa ajili ya kutekeleza mradi wa maendeleo. Huu unakuwa ni ushahidi ambao unatumiwa na wananchi lakini ushahidi huu unakuwa umetolewa na chombo cha habari ambacho kimeweza kuripoti ile habari. Jambo lingine la mwisho ni kwamba vyombo vya habari vinasaidia kujenga jamii yenye fikira pevu na inayojua haki zake, kama unayofahamu kwamba haki ndiyo msingi wa maendeleo. Kwa hiyo maana hiyo wananchi wanapokuwa wanafuatilia vyombo ya habari labda wakiona kuna mambo ambayo hayaendi vizuri, umeona kwao, wanapokuwa wanafuatilia, wana inawasaidia wao waweze kujua haki zao, kwamba kwa mfano mimi ndiye napaswa kufanya nini, eh, ili niweze kupata haki yangu ninapokuwa nimenyimwa labda kwenye ngazi ya chini? Je, niende ngazi ya wilaya, niende ngazi ya mkoa, au niende ngazi ya taifa? Kwa hiyo hapo inafanya wananchi waweze kujua haki zao, lakini haki hizo wanaweza wakazipata kwa kuelimishwa kupitia vyombo vya habari. Mwisho niseme kwamba mw, matumizi sahihi ya takwimu rasmi na vyombo vya habari ni mhimili muhimu ni katika kujenga jamii inayojali haki, amani na maendeleo. Takwimu kutengeneza uamuzi sahihi, zinazuia upotoshaji na zinaimarisha uwajibikaji. Vyombo vya habari vinapoendelea kusimama katika ukweli wa takwimu, vinakuwa sehemu ya suluhisho na sio chanzo cha matatizo. Kuona, naomba sana, ndugu watumishi, uweze kuvitumia vyombo vya habari ili viweze kutoa takwimu sahihi ambazo zitasaidia maendeleo kwa ajili ya nchi yetu.